Assalamu alaikum, karibuni Aroma Uzanzibar Zanzibar, karibuni kwenye mapishi yetu ya Ramadhani na nimeanza na pishi hili la chicken lollipop. Na pishi hili ni zuri na ni rahisi kabisa, litapendeza kwenye meza yako. Mimi nimetumia drumsticks kiasi nane, lakini pia pishi hili linapendeza sana na chicken wings, yani vipapatiro ya. Kwa hivyo kama utakuwa na mguu uliokuwa hauna ngozi ni vizuri zaidi, na kama mnavyoona hapo, tukuwa tunataka isimame. Kwa hivyo tutakata hapa chini kuweka vizuri ili itu, iwe flat ipate kusimama baadaye. Kwa hivyo hapo hapo mimi naanza kutoa kutoa ngozi, kisha kutoa ngozi, kisha utaikata hapo kwenye mguu, utakata kama hivyo, halafu tutatoa ile ngozi na pia tutasafisha kama utakuwa na kuku ambaye hana ngozi, basi itakuwa unasafisha ile nyama ya pale katikati kwenye mguu kama hivyo, taitoa ilikuwa kidogo slippery, yani inateleza. Kwa hivyo ni ngumu kidogo, na kama nilivyosema, sana pishi hili linatumika na chicken wings siku nyingine tukijaliwa kufanya nikipata fursa nitakuletea nayo. Sasa tuanze kusafisha hapo katikati, ili upate nafasi kubwa kukupeleka chini hii nyama ya kuku. Tutatoa hivyo vitu vya pembeni sijui pembeni, nyuzi sijui kitu gani, zikae vizuri na zisimame vizuri kama mnavyoona. Okay? kama hivyo alafu tutaendelea na zaidi chicken lollipops mara nyingi inakuwa una serve kama starter, lakini pia unaweza kuserve kama main dish. Kwa hivyo hapo nimeona ni, ni fanye mwingine hapo kukuonyesheni kwa wale ambao bado walikuwa watakuwa hawajafahamu. Tutatoa ngozi, lakini kama una kuku ambaye hana ngozi, hii itakuwa ni rahisi zaidi, lakini pia muhimu kutoa hii ya hapo juu kwa sababu bado inakuwa imefungika kuitoa vizuri, na uwe na kisu kizuri kikali, sio kama changu jamani. Chef, it's high time nikanunue visu vipya vipya. <laughs> Okay, kwa hivyo tutatoa hiyo kama mnavyoona, alafu utainyama utaitoa kwenye mfupa kuishusha chini alafu, kabla ya hapo utakata ile ya chini hivi ili drumstick yako isimame vizuri. Ok, hakikisha unaposhusha chini huyu kuku kumfanya kama lollipop, usimkate kate sana kwa sababu utaki atoke vipande vipande. Ni muhimu ile kumshusha chini apate kupata ile shape ya lollipop. Haya, kwenye kuweka spices, unaweza kutumia spices zozote utakazopenda. Mimi muhimu sana kutumia kitunguu thom na tangawizi mbichi. Niliweka cumin powder, coriander powder, red chili powder, pamoja na chumvi na limau kidogo, na pia niliweka na yogurt kiasi, vijiko viwili vikubwa. Okay, pia unaweza kuchanganya hivi viungo vyako vote halafu ndo ukamwagia humo ndani kwa urahisi wako, limau kidogo nilitumia pia na rangi nyekundu. Kwa kweli nilikuwa nataka kufanya tanduri lakini sikuiona tanduri masala yangu na nilinua hasa kwa pishi hili. Haya, baada hapo niweka na mafuta kidogo halafu nachanganya vitu vote vizuri. Baada hapo nimeweka kiasi dakika 30, unaweza kuweka dakika 30 minimum lakini zaidi kama utaweza hata saa ili kuku apate marination nzuri sana. Okay? Wakati nafanya marination, nimefanya sos hapo. Nimeweka majani ya nanaa pamoja na majani ya giligilani yani dania, lakini unaweza kufanya yogat tu peke yake. Kuna sos za aina nyingi ambazo unaweza kulia kuku huyu. Nimeweka na kitungu thom pamoja na yogat, alafu na limao, na hapo pia na pilipili pili mbichi niliweka na nimesaga vizuri. Baada ya kusaga sos yetu itakuwa tayari. Kama nilivyosema, inategemea sasa ladha utakayofanya. Huyu chicken lollipop utafanya na sos ambayo itakwenda na kuku huyu. Okay, baada hapo tulikuwa tayari kukaanga kuku wetu. Nimeweka hapo yai moja, robo kikombe cha unga wa cornstarch na robo kikombe cha unga wa ngano. Unaweza kutumia unga wa ngano pekee, sio lazima kuweka na cornstarch. Okay. Baada ya kuchanganya vizuri hapo sasa hivi tuko tayari kukaanga, na mafuta yalikuwa tayari yashapata moto nilivyotaka, na ni moto nimeweka medium high. Okay, sio mkali sana, lakini mkali kiasi wa kukaanga huyu kuku akawa crunchy and crispy okay. Na nimekaanga kwa muda kiasi dakika ishirini mpaka ishirini na mbili kwa kufika kiwango hichi nilichotaka mwenyewe. Kwa hivyo utaangalia mwenyewe vipi unataka kuku wako awe, lakini muhimu aive vizuri na asiungue. Unaona sasa hivi lolipop yetu hiyo imependeza na nzuri, na nimeweka hapo kwenye hiyo nini, na kwa vile nilitumia rangi nyekundu, nikaona bora nifunge kwa foil. Mara nyingi ukienda restaurant unakuta wamekutilia hivi, na pia sometimes ni mbwembwe tu nyingi. Lakini pia unaona kama nilivyoona vidole vangu rangi nyekundu. Tutaweka sosi yetu hapo, nitaipunguza kidogo na tutaweka kuku wetu hapo tayari. Na hizi lollipop zinapendeza sana kuweko served zikiwa zimoto zimoto. Unaweza kuserve as appetizer au unaweza kuserve cha pamoja na chakula yani chengine, ukalia na vitu vingine utakavyopenda. Asanteni sana na watakia, na na watakia, karim, kwa kuwa nami nawatakia siku njema na nawatakia advance ramadhan karim. Kwa mapishi zaidi karibuni Aroma of Zanzibar. Mtakuta viungo na vipimo vyote hapo chini kwenye description box.